Watu wasiopungua 15 akiwemo mwandishi wa habari mmoja wameuawa leo kwenye Ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Israel ambayo ripoti zinasema hivi sasa vinadhibiti karibu asilimia hamsini ya ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Hayo yanajiri wakati idadi ya Wapalestina waliuawa kwenye mzozo huo tangu ulipoanza Oktoba mwaka 2023 imepindukia na kufikia watu elfu hamsini. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Taarifa kutoka ukanda wa Gaza zinasema vikosi vya Israel vilielenga mahema iliyofungwa nje ya hospitali mbili kubwa za ukanda huo alfajiri ya leo na kuwaua watu wawili papo hapo ikiwemo mwandishi mmoja wa habari nje ya hospitali ya Naser kwenye mji wa Khan Yunis. Mahema yaliwaka moto uliosababisha kifo cha ja Yusuf al Fakawi, mwandishi wa habari ya ya wa habari wa tovuti ya habari ya Palestine Today. Mikanda ya video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii imemwonyesha mwandishi huyo akiwa na wakamoto huku mtu aliyekuwa karibu naye akijaribu kumwokoa na kuzima hata hivyo muda mfupi baadaye matabibu kwenye Ukanda wa Gaza walitangaza kwamba Yusuf na mtu mwingine mmoja walipoteza maisha. Mwandishi wa habari mwingine aliyeshuhudia mkasa huo, Abdi Shaat, amesimulia kilichotokea. Mnamo saa tisa alfajiri, tuliamshwa na mlio mkubwa wa mlipuko, tukatoka nje ya mahema ndio tukaona hema alipokuwepo mwenzetu limelengwa. Lakini sisi tunaendelea kuripoti na kutoa taarifa za ukweli kwa ulimwengu mzima. Huo ni wajibu wetu wa kibinadamu. Katika shambulizi hilo watu wengine tisa wamejeruhiwa ikiwemo waandishi wa habari sita. Israel ilishambulia pia mahema nje ya hospitali ya Al-Aqsa iliyopo katikati mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la nchi hiyo linasema lilikuwa linawalenga wanamgambo wa Hamas, lakini halijatoa maelezo zaidi. Kwa jumla, tangu alfajiri ya leo watu kumi na watano wameuawa kwenye mkururu wa hujuma za kutokea ngani na ardhini zinazofanywa na vikosi vya Israel. Mashambulizi hayo yamekuwa yakiendelea ya kila uchao tangu utawala mjini Tel Aviv ulipotanga aza kurejesha operesheni yake ya kijeshi ndani ya ukanda wa Gaza baada ya kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Januari. Ripoti ya shirika la Associated Press inasema tangu kwanza awamu hiyo mpya ya mashambulizi, Israel hivi sasa inadhibiti karibu asilimia hamsini ya ukanda wa Gaza. Israel inasema udhibiti huu ni wa muda mfupi na unahitajika ili kuongeza mbinyo kwa kundi la Hamas. Yenyewe inalitaka kundi hilo kuachilia huru mateka iliyowachukua wakati wa shambulizi lake la kutisha dhidi ya Israel Oktoba 7 mwaka 2023 lililowaua watu 1,200. Israel ilijibu shambulizi hilo kwa kuanzisha vita dhidi ya kundi la Hamas ambavyo hadi sasa vimewaua Wapalestina 50,700. Takwimu hizo zinatolewa na mamlaka za Gaza zilizo chini ya kundi la Hamas. Katika hatua wa nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko nchini Marekani kwa mazungumzo na rais Donald Trump. Hiyo ni ziara ya pili ya yani Netanyahu nchini Marekani tangu kuapishwa kwa Trump mwezi Januari, inafuatia ile aliyoifanya mwezi Februari, ambapo Trump aliitumia kuutangaza mpango wake wa kuwahamisha watu wote wa Gaza na Marekani kuchukua udhibiti wa ardhi hiyo. Mpango huu ulipingwa vikali kimataifa. Ajenda kamili ya ziara ya sasa ya Netanyahu haijafahamika lakini inafanyika baada ya Trump kutangaza ushuru wa bidhaa kutoka nje ambapo Israel imewekewa ushuru wa asilimia 17.